Hapa kutakuwepo na camp itakayolaza watu, wanakuja wanatizama, wanajifunza, wanaenjoy mazingira haya, unaona kuku wanavyolialia, ni unapata ile, lakini unaondoka, unatoka umekuwa motivated. Get busy, get busy, kijana get busy. Nipo kwenye shamba hapa kama ambavyo unaona na ni moja ya, mojawapo kati ya mashamba ambayo E, tumeyatembelea leo, nilianza kidogo actual, lakini hili shamba mi niliyakwaya kwa mtu mmoja, na hapa ndio tumekuja kuweka kijiwe kwa ajili ya kupiga stori na Bwana Evance Kamenge ambaye ni mwekezaji katika miradi ya kilimo na mifugo. Manake kuna jitihada nimezifanya nikagundua, mm -hmm. kuna sehemu naweza nikapata ardhi mm. Hapa tupo Bukoba DC ama unaweza kusema ni Bukoba vijijini, ndiko Bwana Evance Kamenge amejipatia ardhi na kuwekeza katika miradi hii ya kilimo na mifugo. Mimi naweza nikasema kwanza, ni, ni fursa kwangu mimi kwanza, kwa sababu nimefanya kazi muda mrefu na namfahamu. Bado mradi haujafika huu, hali yangu ilikuwa legelege, kwa sasa ni mradi ulipofika, ikia saa hizi nimeshapata maendeleo mazuri angalau, na tumekuja kwa ajili ya kuzungumza naye kama sehemu ya darasa kujifunza ni kitu gani ambacho anakifanya ili tuweze kuambukiza maarifa yale yale kwa watu wengine, lakini pia kuweza kupata hamasa ya sisi wengine na wewe unayenitazama, kuweza kuanza na wewe kufanya japo kwa kidogo, kwa sababu imani tulionayo ni kwamba haya ambayo unayaona hayakuanza kwa siku moja. Yes, baada ya safari ya muda mrefu na hatimaye tumefika shambani na tumemkuta bosi mwenyewe mkurugenzi Mr. Kamenge, kwanza, hongera sana. Asante. Ni, ni, ni, ni kitu gani ambacho kilikuvutia sana mpaka ukafanya uwekezaji mkubwa wa kiasi kile? Ni fursa iliyopo kwetu Kagera. Hmm. Fursa kubwa tuliyonayo Kagera ni kilimo. Hmm na unapozungumza kilimo unazungumzia maisha ya dunia. mm -hmm, mm. Kitu cha kwanza cha muhimu duniani ni chakula, chakula. Yeah. Kabisa. Yeah. Ni vile tumekuwa hatufanyi kilimo ambacho kinaweza kuwa na matokeo makubwa mm -hmm. Lakini kimsingi kilimo ndio kila kitu. Yeah, sure. Ya, mm -hmm. Yani, achana na nguo achana mm -hmm. na kila kitu mm -hmm. Kwanza chakula, chakula. Yeah. Ndio maana sisi tumeamua kulima ndizi mm -hmm. Nalima kahawa mm -hmm na sasa tunaingia kwenye mkakati wa kufanya irrigation system tuweze yeah, okay. E, kulima mahindi na maharage wakati wote throughout the year the year, bila kujali kusubiri misimu ya mvua, lakini unaweza mm. e, yeah. yeah. ukaona tulikuwa na mashamba ya pine yeah, yeah, yeah, yeah. e, lakini tumeamua tume, tume, yeah, kuachana tume nayo mm. na ni kampeni yetu yeah. kwamba watu waachane na pine na bado, pines, tu, yeah. bado tunayo mm. tunaendelea kukata na ku, kuongeza eh, kupanda kahawa na kupanda migomba na miogo yeah. na majini mm. nime, nimeona ardhi kubwa sana. Na kwetu sisi vijana, kwa sababu wewe ni kijana mwenzetu, pamoja kwa na kwamba mambo makubwa ambayo unayafanya, kilio chetu kikubwa sisi vijana imekuwa ni namna na kupa na ya kupata ardhi, akses ya ardhi. Kwako ilikuwa ni nyepesi kiasi gani mpaka ufanya uwekezaji mkubwa? Hapana, kupata hali hii ni maamzi mimi, mimi kwetu ni Kanyigo okay. Na, na pengine Minzilo kwa sababu mm. ujomba na kwa baba mm. Sasa niko hapa Kishogo, unaweza kuona okay. kilomita nimetembea maanake kuna jitihada nimezifanya nikagundua, mm -hmm. kuna sehemu naweza nikapata ardhi mm -hmm. lakini pia kuna sela ambazo zimesababisha ardhi yetu isitumike mm hasa -hmm. katika ukanda huu wa Kagera mm -hmm. ardhi kubwa sana watu wamehoi, ila hawazitumii okay, yeah. kwa hiyo kuna haja ya viongozi kutizama namna gani ya kutunga sela rafiki mm -hmm. ambazo zinaweza zika zikasaidia vijana kukodi mashamba kama huko kusini na kaskazini watu wanavyofanya mm, mm, wakawa wanafanya mm. kilimo kwa hiyo mm. ardhi ipo, lakini jitihada pia zinahitajika za mtu binafsi mm. kuhakikisha anapata ardhi. Tumekuja pamoja umeona yeah, sure. mm. eneo kubwa sana lina pin mm, mm, zaidi ya eka maelfu ya eka eneo hili zina pin kwa hiyo lakini pin ya eka mm, mm, hamsini yeah. mfano kama mashamba yetu ukiyaweka pamoja labda eka mia mbili, kusema okay lakini hapa watu wanaweka elfu moja ukiziunganisha kwa pamoja za watu mbalimbali mbali. Mm. Lakini wamepanda pain zipo tu, ila msimu mmoja wa kahawa kwenye kamia inaweza mm. ikalipa miaka kumi ya pain anayosubiri mm. mtu kwa miaka kumi mm. unaelewa. Kwa hiyo miaka mitatu mtu anaweza kuvuna kitu cha miaka kumi na akawa anaendelea mm. kwa hiyo yeah. yeah. lakini ndio hivyo, unahitaji uvumilivu. Kuna vipindi, kuna uwekezaji pia mm. Na vijana wengi mtaji, yeah, wanakosa mtaji lakini wanakosa wazo na uthubutu. Wewe ulianzia wapi? Maana unajua unasema ukiona, uh, vi, vi, vinaelea ujue vimeundwa. yeah, yeah. uh, kwa vyovyote vile kuna point ambayo ulianzia, ambao kijana na mtu mwingine ambaye yuko nje ana struggle yeah, utafuta njia kama hizi bado mm -hmm. eh, hajaona ulianzia kuwa mm -hmm. na mm -hmm. vitu mfugaji wa muda mrefu, mkiwa mdogo, basi kiwa okay. so, shule mi nafuga sungura. Kwahiyo kahio hata ninapopata ninapopata eh, fedha yangu mimi hmm. na siwazi kwenda kustarehe oh, yeah. nawaza kuileta oh, yeah. kwenye ardhi. Kwa hiyo sio kweli kwamba ardhi hii ndo imezalisha hela niliyowekeza sio kweli, oh, yeah. Lakini uh, ninapopata hela naleta huko yeah, kwenye ardhi. Kidogo kidogo yeah. Napata mm. Nimeshawahi kuajiliwa huko huko nyuma mm. Makampuni ya kimataifa mm, mm. Lakini baadaye nikajiajiri mwenyewe okay. mm. Kwa hiyo unaweza ukaona mm. kwamba nina ni, hmm. na bado na bado napambana kakikishashamba yeah, yangu yanakaa kwenye ile sandad ambayo, hmm. itakuwa ya kibiashara uwekezaji, yeah, wako una, una, una umri gani? umeshafanya thdy yeah, yeah, ngapi yeah, tuseme ambazo zinakutia moyo wekuendelea. Ah, mimi shamba langu hili hmm. likiwa napaye, nime, li, nime, nime, nime, na pain na miaka nane nalimik hivyo. oh, wow. Mzee John hmm. na miaka nane hapa okay. Kwa hiyo likiwa nili, na pine, pine hmm, sehemu na nikaongeza, kwa hiyo hmm. nimevuna hela niliyovunia hmm. ndio huko yote, kwa hiyo nimewekeza, nina ng'ombe, lakini nataka kufuga ng'ombe wa nenepesha ng'ombe hmm. lengo letu ni kufika ng'ombe mia tano kwenye eka chache sana tunataka, yeah, yeah. yeah. tumepanda na tumepata mbegu nzuri sana ya majani hmm. hmm. Tuna bahati mto Ngono unapita hapa. Ah, okay na, yeah ikiwa ndio kivutio zaidi kile chukue oh, yeah. eneo hili okay. Na ulianza na na na na, na ardhi kiasi gani? Maana unajua sisi kuna ile kasi tunakuwa nayo yani, mm. nimeona uwekezaji wa Bwana Kamenge mm. na mimi kesho nataka nije na, mm. ulianza na Ah, nilianza kidogo actually, lakini hili shamba mimi niliyakwaa kwa mtu mmoja lakini usema nilimlipa taratibu, nilimlipa taratibu, lakini hili hili uliopo hapa sasa hivi. mm -hmm. lakini yale mengine nimekuwa nikiachukua kwa awamu. okay. E, kulingana na uwezeshaji na Mwenyezi Mungu anavyonipa baraka. mm -hmm. lakini maeneo yapo, unaweza ukaona maeneo, mm -hmm. mpaka ya serikali huko, bado vijiji vina maeneo makubwa sana. mm -hmm. bao kimsingi, kama mtu anahitaji yeah. ana nia na, ana, anaweza kuthubutu kuja kuishi kulala huku kwenye mabanda haya, ndio mabanda tunayolala, tujajenga nyumba bado kwao mm, mm. Nikijaga hapa nalala hapa mm. Pia na yeah. vijana wangu tunakula yeah. ugali, tunapambana, tuna na ndoto oh, yeah. yeah. Uwekezaji mkubwa kiasi hiki unahitaji manpower na tunajua wewe haupo site muda wote yeah. Kutokana na harakati nyingine za kimaisha mpaka mm. Sasa hivi una wasaidizi wa ngapi ambao wanakusaidia kwenye miradi yako kwenye site? yeah hapa tuko wangapi? tuko wengi tuko wengi kama kumi na sehemu, lakini huwa tunao template ah, okay. ambao huku kwetu watu wanalima Rubindi. ah, okay. kwa hiyo ukiuliza kijiji hiki kwa Kamenge eh, ni sehemu maarufu kwa sababu wakinamama wanakuja kwenye misimu, tunapanda mahindi na maharage kwenye hayo mashamba wanapanda wao na wanavuna. no, wow. okay. Wao. yeah. Kwa hiyo ni sehemu maarufu, ukiuliza hapa kwamba uka mengi wanajua watu wengi. Watu wengi. Watu watu, msimu, watu wengi, wengi. Kuna kipindi ukija hapa mpaka watu 50, 70 wanaweza kwenda shambani kwa mchana na jioni na asubuhi na jioni kufanya kazi. Kilimo ni sayansi. Yeah. Kuna ile kwamba unajua uchezaji kama huu umeamua kujilipua ni, yeah. ume ku take risk yeah, kwamba uh -huh, chochote kitakachokuja nitakuwa tayari kukabiliana nacho yeah. Sasa kuna maarifa lazima uwe nayo yeah. Unafanyaje kwenye una mchanganyo wa uwekezaji kama huu shambani mm. na mifugo naona kuna ngombe kuna mbuzi, yeah. mbuzi yeah. kuna mbuzi, kuna mradi wa kondoo mm. kuna mbwa humo umo mm. kuna mazao maarifa mm. Una, una unafanyaje ili usije ukamesa ukajikuta unatengeneza hasara Yaniao yeah, yeah, wataalam wanaonishauri mm. na mimi ni mfuatiliaji wa mambo oh yeah. lakini nao wataalam, tunaye mtu anayefanya kwa ajili ya mifugo, bwana mifugo mm, mm. Anacheck up, anacheck out kila wakati, lakini tunaye mtu wa kilimo mm, mm. anafika, anafanya ni farm visit. anatoa anatoa ushauri wake yeah, na sisi sio wazembe, tunafuatilia kila siku kwa hiyo mm. Yeah, na vijana naye mtu anaita mapambano anapambana vizuri kweli mm. Uh, <laughs> wana, wanafanya kazi nzuri yeah, tunafikiri labda miaka kumi Mungu akiweka labda tutakuwa kwenye listi oh yeah. ya watu wanaomiliki. Umezungumzia miaka kumi ndo nilitaka nikuulize mpango wa baada ya hapa hmm. ili hmm. leo tuko ishirini ishirini na tano, ukiwa unatembelea mashamba yako mimi na wasaidizi wako, na picha gani ambao unajipata mbele ya mashamba haya lengo langu la muda mrefu ni kuanzisha kiwanda kidogo cha kuchakata haya mazao. Kwa hiyo nilichagua kuanza na kilimo, kwa sababu kiwanda kidogo cha kuchakata ndizi hmm. kupata zake na cha kuchakata maziwa kupata zake hmm. na kiteki hata miezi sita kuwa umekiukani kisehemu kwa hiyo mpango wetu wa muda mrefu ni so kufanya sisi wenyewe, au kutafuta mwekezaji akaja ya kuwekeza tukawa, lakini tunayo kampeni ya kushawishi watu oh yeah. Tunayo kampeni hiyo tunataka kuifanya kwa nguvu kubwa sana Kagera. Mm -hmm. E, ninao marafiki zangu pia wameanza kulima huko Mleba, rafiki mm -hmm. yangu mwingine amelima amepata alizi huko kenyana huko Missenyi mm -hmm. na mimi nimepata alizi mzilo huko niko na naendelea kupambana nione kama nitaweza kuanza, yeah. Eh, lakini tunataka kuwashawishi vijana kuachana na bodaboda waanze mashamba umezungumza kitu ambacho nilitaka nikuulize wakati unaanza uh, project hii mm -hmm. ulibeba ile picha kwamba niwe inspiration kwa watu wengine mimi, mimi nimewahi kuchukua tuzo ya kijana mdogo kwenye kilimo mwaka elfu mbili kumi na saba katika mashariki na nikapata tuzo yenye thamani ya dola elfu ishirini na tano kwa hiyo shamba langu chanika Dar es Salaam ni shamba darasa Hmm. Watu wamekuwa wakija kujifunza kutoka kote. Arusha wamekuja kujifunza ufugaji wa mbwa kibiashara, hmm. ufugaji wa kuku kibiashara, hmm. ng'ombe, ng'ombe, ng'ombe watatu wanakupa lita kadhaa kwa siku. hmm. nimekuwa nikifanya vitu katika perfect way. hmm. kwa hiyo kufanya huku nyumbani, namshukuru Mkuu wa Mkoa. hmm. alisema ijukumbuka. He was also my inspiration kwamba yeah, yeah. <laughs> tunaye kiongozi hmm. anayetusisitiza sana kuja kuwekeza huku Unayaona mavuno kwa muda ambao umewekeza kwenye mashamba ya yeah, ya yeah, ya yeah. Tunaanza kupata litani kwenye maziwa, kwenye ng'ombe. Tunaanza kupata litani kidogo kwenye eh, kwenye mbuzi. Shamba kama shamba kama lile la kwanza umeona, tunaanza kupata litani kwenye ndizi. Tunaamini litani itakuja tu ku ku break break break even, even, yeah, hiyo tushanza. Matumizi na mapato at least yanao, lakini ni, ni, ni sio sio mradi wa wa muda mfupi yeah, yeah, ni sure, uwekezaji wa muda mrefu kidogo. unaweza kurelate hii na leadership ambayo inatuzunguka kwamba Mm, vitu hivi vinawezekana, kwa sababu mm, kwa mtu mwingine anaweza kaisi hivi, ah, ni vya kina Kamenge. Yeah. ba bana, inawezekana ba ba ba. Inawezekana, lakini inahitaji sana elimu elimu Biblia, elim, mm, e, inasema watu wangu wanaangamizwa, sio wanaangamia, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa nani anawaangamiza? Haikusema vizuri uwezi huo ya, kwa hiyo kuna watu ambao wana majukumu ya kuwasaidia watu eh. <laughs> kuna watu ambao wana jukumu la kuwasaidia watu, na hapo ujiita kiongozi mm. kazi yako ya kwa kwanza ni kuonyesha njia mm. kwa hiyo na kila kiongozi sio mm. mbunge sio lazima diwani au rais mm. mm. kiongozi ni kiongozi tu <laughs> Unaweza ukajikuta ni kiongozi, kwa mfano kwenye eneo hili, wakati tunakuja, kuna mtu amepiga fence, rafiki yangu mmoja yuko chuo kikuu cha Ardhi, amenunua ardhi hapo pembeni yangu yeah, well ananiona kama kiongozi wake, tia moyo awe. Kwa hiyo katika hilo tunaongoza, lakini viongozi kututizama kwa mengi, anakwama wapi? System yake ikoje? Yeah, yeah. Wakati wanaansha hiyo miradi ya umwagiliaji tutizame sisi oanza. mm -hmm. Ili tuanze anze ku perform na iwe mfano kwa kwa maeneo mm -hmm. mengi mengine. oh, yeah. Nimekufuatilia kwenye majukwaa tofauti tofauti ya uongozi na mm -hmm. siasa mm -hmm. mm -hmm. uh, unadhani kwa ardhi hii ambayo tunayo kwa mkoa wa Kagera na maeneo ya ukanda huu, mi nataka isiwe stori tuzungumza, kwa sababu najua we ni analyst mzuri, tuna mazingira gani ya kisera ama ya kiongozi ambayo anakukwamisha? Kwa sababu mwingine anaweza kaisi labda kamingi anatumia nguvu kubwa sana. Mazingira gani ya kisera ya kiongozi ambayo pengine wewe unayatazama kama kikwazo cha yeah. watu wengine kuingia kwenye wachezaji? Yapo, yapo mazingira mengi sana mm. yanayorudisha yanayo nyuma mm. huko eh, duniani ukienda mm. eh, ardhi kama hii ni kitu kikubwa, kitu cha yeah, sure. thamani sana yeah, sisi tunayo lakini hatujajua mm. yeah. tunahitaji viongozi wa kutafsiri fursa na changamoto. Viongozi wengi hawana uwezo wa kutafsiri fursa zinazowazunguka kuzibadilisha kuwa uchumi wa wadi yeah, kwa hiyo Mungu, Mungu atatujalia kuna siku tutapata viongozi okay. watakao yafanya haya na sisi tunaendelea ku, ku encourage na sisi wenye, wenye ile spirit ya kutaka uongozi na kuongoza watu <laughs> tajaribu kwenda kujaribu ku, ku, ku, ku kuona kama viongozi ili kusaidia mm, hili jambo lakini, mm, linawezekana ya, yani yani, it's it's possible kabisa ya, ya, possible yani inawezekana ya sana, mbona mm, watu wanafanya mm, lakini exposure ya watu inasaidia sana so, yeah. Watu kutoka wakaenda huko huko South Africa wakatizama wawekezaji mm. walivyowekeza wakati, wakaenda huko Ghana, ukienda mm. Botswana kaskazini, nimekwenda nimeona, mm. unaona kuna watu namna ambavyo wame mm. Ukienda kwenye mji ambao nimekwenda sana Foshan, okay. Unaweza ukatizama watu wanavyofanya mm. na, na, na uchinani, watu wanalima watu wanalima, mkulima mdogo anaweka mia mbili, mia tatu, ni mkulima mdogo kabisa, sisi tunamshangaa huku ah, unaonekana kama setra kama nani, lakini kwa wenzetu kilimo hali zote nnazot hmm. jai nikitizama, nasema nifanyeje? natamani hmm. Lakini ipo siku utakuja hapo utakuta, yani ni shamba kubwa yeah. ambalo yeah. uwezi kulitembea yeah. yeah. ipo siku bana. Nimeona unafuga na ng'ombe yeah. yeah. tuna, tuna, tuna changamoto ya migogoro mm. a yeah. e, yeah, wafugaji dima wafugaji mm. plan yako ikoje? hapa unafanyaje? hiyo ni karine ya zamani <laughs> sana n yani, sipati picha mtu anavyonambia kuna mgogoro wa kulima kwa sababu wafugaji wanatakiwa mm. wa awe na ari na walime majani ya kulisha mifugo yao mm. ile ile ile nani ile ile ufugaji wa kuhamahama karine hii. Ya, karine hii ambayo unaweza ukapanda majani yanaota ndani ya wiki moja, ng'ombe wamekula, akifika huku anaanza kula tena huku mm. Ari ndogo inaweza ikatuza mpaka ng'ombe elfu moja yeah. E, lakini yapo maeneo yametengwa kama ranch na yenyewe lazima watu kwa walime. Walime. Walime. Kwa hiyo hakuna yeah. mfugaji atafanikiwa kwenye ufugaji kwenye bila kulima yeah. majani kwa hiyo yeah. sure. sidhani kama tunatakiwa kuwa na, na, na, na mgogoro tena wa, wa kulima na wafugaji kwa karine hii, mm. ya unaweka waya zako zina demarcation ya shamba lako la ufugaji. Kwa hiyo dunia sasa hivi haitaki hivo mimi nikiwa hapa naweza nikawaona ngombe wangu nini, kuna ah, wana... wana... yeah, wana... <laughs> <laughs> dunia ya kuiba ngombe, dunia iko wapi? Hapana, siku hizi unaweka chip, unaweza kumonitor kumonitor wanyama wako, ukamwona. Oh, yeah. huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, huyu yuko hapa. hongera sana ah, mimi nafikiri kuna darasa la kutosha hapa. Unaruhusu watu kuja kujifunza ama bado ja seti yao mazingira, sababu nafsi mimi nimejifunza leo hapa. Kuja kufika mwaka kesho mwezi kama huu, nitakuwa nimefungua hoteli ndogo. Wow. ya kitalii cha kilimo. Safi sana, unaona tulikoanzia. Ukija hapa ya, ya, ya, utachinjiwa, utachinjiwa suna sungula, utachinjiwa kuku e, utaangalia migomba, utaangalia kahawa utalii ndani ya kilimo. yeah, yeah. Inaitwa agriculture tourism aik. yeah, okay. Kwa hiyo hapa kutakuwepo na camp utakayolaza watu, wanakuja wanatizama, wanajifunza, wanaenjoy mazingira haya, unaona kuku wanavyolialia ni. yeah, yeah, unapata ile. yeah, yeah, yeah. Lakini unaondoka unatoka, umekuwa motivated. yeah. How is Kamenge made this happen, unajua hivyo. yeah, yeah. yeah. oh yeah no. Ah, mimi na kushukuru sana. Ninajifunza sana sana sana mm. Na ninatembea sana duniani. Yeah, yeah. Nikipata mm, hela yangu kama sijaleta kununua ng'ombe basi nitaenda nchi fulani kutafuta akili nyingine. Wow. That's me. That's me. A very big thing. Shukran sana. No, mm. Na nafikiri next time tutakuja kuona mabadiliko ambayo yeah, yeah, mtakuja na kulipa, mtalipa na hela pale <laughs> kwenye kingilio dola kadhaa alafu mtaingia kwa ajili ya kutia kwa kwa. Yeah. Umezungumza hii ya agriculture tourism, utakuja. yeah, oh, yeah. Yeah. Kama mtalii, ngoja tumalize miundombinu yetu ya mm. umwagiliaji. oh, yeah. Na tuna mbolea ya kutosha. oh, yeah. mm. Hapa tutakuwa na na kempu ya watu kuja kutalii kuja kutalii. Da, siongera sana kitu kikubwa. Shukrani sana mzee, asante ongera sana na kila la heri. Asante, karibu, karibu, <laughs> sana. Nikumbuka mimi kwenye mavuno, utakuwa unaniona tu hapa nje, nipate kahawa. Karibu, karibu sana.